Mbele. Jambo la pili, mlinieleza ni kwamba lazima vile vile tusimamie kilimo vizuri na kilimo ituzalishie uchumi na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wetu. Mliniambia, amkuniambia, simulieleza. Hatua ya kwanza tulisema Kilimo haiwezi kwenda mbele kama gharama ya mambo ya pembejeo na fertilizer iko juu. Hatua yetu ya kwanza ilikuwa ni kupunguza gharama ya mbolea na tukahakikisha kwamba kuna mbolea ya kutosha. Kufikia sasa, mbolea tumepunguza, ya kahawa tumepunguza, ya chai tumepunguza, ya ngano tumepunguza, ya mahindi tumepunguza ya miwa, na tumehakikisha ya kwamba kila mkulima amesajiliwa, ndio kila mkulima aweze kupata mbolea yake, kwa sababu tunamtambua. Mwaka huu peke yake tumepatiana mbolea ama tumeuza kwa wakulima mbolea magunia milioni sita na hiyo kazi inasonga mbele, na vile vile tukasema Value chains ya kilimo KTDA inayoongozwa na Bwana Mudhaura kama CEO, pia tumewapatia pesa ya kupunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wa chai. Wakulima wa chai walikuwa wanalipa shilingi elfu tano na mia tano kwa gunia moja, sasa tumewapunguzia ni 2500 sababu hiyo ndio kilimo ya chai imeongeza mapato ya wakulima kutoka shilingi bilioni 140 in 2022. Mwaka uliopita tulifikisha bilioni 215. Pale kwa kahawa, mnajua huyo paranya anajua. Pale kwa kahawa tulikuwa na watu wa jeuri sana walikuwa wameharibu biashara ya kahawa, watu wachache. Mtu mmoja ako na leseni, yeye ni mkulima, ako na leseni ya broka, ako na leseni ya mila, na yeye ndiye ananunua kahawa kule Nairobi Coffee, eh, Coffee Exchange. Mtu mmoja anaangaisha wale wakulima wengine wote hapo katikati. Tukavunja hiyo katel. Bei ya kahawa mnajua ambayo ilikuwa karibu shilingi sitini na tano Wakulima wengi wa kahawa mwaka huu wamelipwa mia moja kwa kilo, mia moja kumi mia moja ishirini mia moja arobaini mpaka wengine mia moja hamsini Ni kweli si kweli? Na ni kwa sababu tumeweka usimamizi mzuri, tumeongeza mapato ya wakulima wetu wa kahawa, kwa sababu tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mkulima.